Tulialikwa na mheshimiwa waziri uh, Profesa Palamagamba Kabudi na mkutano huu ulikuwa unataka kujua nini ambacho Club ya Africans inakiendea kwenye discussion ya mchezo wa 184 dhidi ya Simba uliopangwa kucheza tarehe 8 mwezi wa tatu 2025. Uongozi wa Club ya Africans pamoja na ukiwa umeambatana na excom wake wote pamoja na mtendaji mkuu, uliweza kukutana na mheshimiwa waziri na mheshimiwa naibu waziri, mheshimiwa katibu mkuu, mheshimiwa naibu katibu mkuu na mwenyekiti wa Baraza la Michezo la Taifa kwa ajili ya kujadili kitu ambacho kimetokea. Bahati nzuri, kabla ya, ya, ya Africans kupata nafasi ya kufikisha yale ya ambayo ni msingi kabisa yanayohusiana na mchezo ule, na baada ya kufanya uh, platform ambayo mheshimiwa waziri na jopo lake walitengeneza, dhamira yake kubwa ilikuwa ni kusikia nini kinachotoka kwa viongozi wa Africans, na sisi wakati wote tukiwa kama viongozi tunasimamia interest ya ambayo taasisi yetu inasimamia wanachama na timu kwa ujumla. Kwa hiyo tulikwenda kufikisha ujumbe wetu na uhusiana na position yetu kama taasisi, lakini pia mheshimiwa waziri na timu yake wakatusikiliza kwa kirefu, wapata nafasi ya kuuliza maswali kutaka kujua, na tuliweza kufikisha ujumbe wetu vizuri na mheshimiwa waziri alikuwa na mwanzo mzuri kwa kueleza kwamba platform hiyo sio platform inaweza kufanya maamuzi sipokwa, ni platform ya kutafuta solution ya tatizo ambayo limetokea, kwa alikuwa anataka kujifunza kutoka kwa Young Africans nini hasa kinachoasibu na nini position yao okay. Tumeweza kufikisha yote ambayo tunastahili kuyafikisha kama viongozi, ambayo yanabeba ujumbe wa kamati ya utendaji, lakini ujumbe wa wanachama wetu na, na mapenzi na mashabiki waliokuwa mm -hmm, nchi nzima Ujimbo huu umefika, Mweshimua waziri na timu yake umepokea. Tumewaachia wafanye kazi, na tumekubaliana tutakuwa na vikao vingine endelevu kwa ajili ya kutafuta solution ya jambo hili. Nichukua fursa hii kuifikisha message hii kwenu, kwa wanahabari, ili muweze kujulisha umma wa Tanzania, lakini pia nichukue fursa hii kuambia wanachama na mashabiki wa klabu ya Africans, sisi tuko hapa kwa ajili ya kusimamia interests za taasisi yetu na ni watoe hofu ya namna yoyote, wasiingiwe na hofu ya namna yoyote. Viongozi wao ni viongozi imara na wako hapa kwa ajili ya kusimamia interest ya taasisi. Kwa hivyo wakae kwa kutulia, na solution itakapatikana, tutaweza kurudi kwao kwo jusi. Niwashukuru sana waandishi. ujumbe gani?